Labda ikushinde nguvu zako tu, alafu safari hizi sora ni hatari, hastakiwa kwa sababu hizi. Mimi nakupa uhalisia, hata ukitaka uje kwangu nionyeshe hili sikimai wanaita. Tukifunga ile taa, inaelekea inalala, inalala hivi, inapolala hivi, inalala, inalala majini mwanga unachoma diziwani, samaki wote wanakui. Yani ni hatari <laughs> dirudi karabai, karabai inakaa kwa aweze kuifanyia ujanja, ujanja hata kitu kimoja. Na hizi za tuziondoe, tutaenda vizuri na samaki takuwa nyingi, tutakuwa kwa uhuru. Mtu ambaye ana wafanya kazi 700 na kila mfanyakazi kama ameoa, kwa wastani wa familia zetu aliye na familia ndogo watu wanne, zidisha mara nne. Halafu na wao pia wanawategemea, mtu anatuma vocha kwa shangazi yake, anatuma hela kwa mdogo wake, anatuma hela msibani. Unavunja huo mnyororo wa samani, halafu tunaanza kusema umaskini umesk umekisiri. Tunatengeneza umaskini sisi wenyewe, vijana hawana ajira, tunatengeneza matatizo ya ajira kwa vijana wetu kwa maelekezo haya mawili: moja la taa lifanyiwe utafiti kwa ndani, alafu toe ndani ya wiki, wiki mbili tuwe tuna maelezo, kwa sababu tafiti zipo ni kuzichambua tu na kuniletea ushauri nifanye maamuzi. La <coughs> pili, hilo la kijapani halina mashara, halina msalie mtume. Tutafute nyavu ambazo zinaweza kuturuhusu tuvue uvuvi endelevu na tubaki kazini na nchi yetu ibaki salama, na mjiandaye mkijua kabisa kwamba kama umenunua hizo za mwisho kabisa, na tunaenda sasa kwenda kwenye vyanzo vyenyewe mipakani, na nitaomba msaada wa Amiri Jeshi Mkuu kupitia kwa... Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka, Msomi News.